Sisa, mambo yes? Kwaje, tusalimiane tu kidogo. Salamu eh, kwaje na unaka oh, naweza jua jina lako naitwa nani? Mi kwa majina naitwa Ayubu. Uh -huh. Sijui we mwenzangu naitwa nani. Uh, mimi naitwa Huko. Hmm. yeah. Okay. Yeah. Ni nyumbani ama umekuja kutembea? No, ni Aukai, Aukai ka ni wa. Ah, umetembea huku. Yeah, yeah. Uh, ume nika... ni vizuri nimekuona nikasikia tu kwamba hivi ni nijui jeno lako na kengine tunaweza kuwa marafiki. Tunaweza kuwa marafiki. Thanks, nashukuru. yeah. Nikuwa marafiki tena nikuwe rafiki yakouerafiki mm -hmm. Ah, yanu ah, inaweza kuwa vizuri, unajua tena marafiki. Yeah. Kwa kweli sidhani juu niko na marafiki. Yeah. Oh, wengi sana. Naweza kuwa pia rafiki yako mwingine, unaweza niongezea pia nikawa rafiki yako, kuwa ia sawa, ntafikiria. Ah, oh, naweza nipatia namba namba tena, hey, namba ya simu, si unajua urafiki unaanziaga na namba alafu baadaye nione venye naweza nikakokola, tukaonana mahali tukakunywa kachai, tukiongea na kupanga mambo mengine, si unaelewa? Kunaweza kuwa na job mahali nikapata, maybe tuna nani na tukaongea, si unajua Sawa basi, nitakupa ila usinisombe, waspendi usumbufu, waspendi kuambiwa eti ambiwa yeah, wa yeah, usumbufu kama, yeah, usumbufu, mimi na kupigia tu na wote tupigiane, nikakwambia unaendeleaje, kama yani ni waspendi usumbufu, nitakupa ila usinisombe. Oh, yeah, sawa, haina shida, sitakusumbua mimi, nitakupigia tutuonane, okay. Ta, by the way nitakukaribisha nyumbani kwangu, si unaweza kuja nyumbani nikukaribisha tuongee mawili matatu, maybe ya job na mwingine na mwafiki, hamna kitu. Umesema ni save. Nani, bye, salimia nyumbani. Kama unavyoona so, jisikie amani kabisa, thank you. Naweza ka na kaa tu kaa tu bila shida ya kaa tu. Kwanza nikuje nichukue nani, mara moja niandae ka, kama ni kahawa, unapendelea ni kahawa ama, and just when you finish, kwa baridi hii unakunywa kahawa, kama kahawa hiyo Ya, tara, karibu. Asante. Karibu sana. Hila kukweli, da? Ya, karibu sana. Ya. Kona nyumba nzuri mependa. Ha, mependa? Hmm. Si mbaya, unaweza kuwa mama mwenye nyumba. Wow. Unajua masuala ya Mungu ni si Mungu wanakutanisha watu ha, by hmm. Mungu tukiwa pale na sababu. Ya, baitheni Mungu ametukutanisha. Tunaona tukiwa tunakutana pale ni kuwa naonekana leka mkola. Lakini, mm. mm. Kuna namna ukizoeana na mtu unaanza kupata kumbe, wow. ni mtu mwema mm. mm. Ongera by the way. Ah, karibu karibu, nimependa mbele mm. Yeah. hata ni Mungu tu amenikutanisha na wewe Yeah, yeah, yeah, yeah. So karibu sana, uwe huru hapa, ndo nyumbani kwangu. hakuna mm. Mm. chenye kipo hapa zaidi ya niko na nakaa hapa na sister yangu. Wow, sijaoa mm. na tuko na mbwa tu labda, maybe ndiozi jaribu <laughs> <kutulinda linda. laughs> Wow, by the way, karibu sana ime fly. Nashukuru kwa kuniheshimu, hey, hata kuweza kufika nyumbani kwangu na umefanikiwa kumaliza kile kitu ulikuwa unafanya. Yeah, in fact nimemaliza. Hmm. Hata nimeona ni sky sana. Mm. Ni bahati tu umenipigia. Okay. Mm, nashukuru maana karibu nipotee. Ah. Yeah. Mm. I see. Mm. Unajisikiaje, kuna nini? In fact I feel good eh. Uko na nyumba nzuri sana. Mm. Yeah. Ha. Hata hii ni moja. Mm. Hii ni moja. Usiniambie. Naweza kuwa mama mwenye hii ni moja. Serious? Kwa serious? Si malingo. Yeah. Lakini Mungu anabariki watu wake na hasa watu wake wa... So wow, kuna namna tu, ukikaa na Mungu lazima Mungu akuheshimu. Kweli nimeangukia yeah. Hapo Mungu ametenda. mm -hmm. Najua kujilinda ni kitu cha maana sana, maana kama singekuwa nimejilinda kukutana... yeah. Kukutana namna... Kukutana... mm -hmm. Kukutana naona watu wanapatanaje kwa njia nyingi tofauti tofauti. yeah. Mimi baba, babu yangu mm -hmm. Uh, kuna kitu alikuwa ananijaribu kunisimulia kwa kitambo. Alikuwa anasema wao, akiwa wakiwa wanapatana na shushi yangu. Sasa anasema mm, walikutana kwa kisima ya kuchota maji, yeye akiwa anaenda kuchota maji <laughs> na shushi yangu pia akiwa anaenda kuchota maji, so wakapatana, wakakatiana huko huko na wakapendana What? na wakajikuta wameshakuwa mke na <laughs> So watu huwa wanapatana kwa njia tofauti tofauti mm. So karibu sana yeah, by the way hata niite sister yangu sitakuwa vizuri. Yeah, mwite sawa yeah, kusalimiana e, maana yeye ndio amebaki kama mama ndio kila kitu. Sawa, so mara moja hata ni mwite. Karibu, salimia mgeni, tuko na mgeni. Yes. Ya. Ni best yangu tumekutana bwana. Wow. Sasa umefurahi, yeah. wow, wow. yeah. wow, yani, mm. yeah. sana ukuona. Karibu nyumbani kwetu, sisi tunapenda wageni. Wow, Asane, wow. Ya, huwa, wa yeah. wow. ni nyumba ambayo itembeleni na wageni. Haina, mm, baraka. Haina baraka pia. Sisi tumefurahi sana, wewe uko mrembo smart. Umeshuka vizuri sana. Napenda hii koti. Karibu sana. Asante kwa kuwa rafiki wa kaka yangu. Wow. ni kaka yetu yule mkubwa, tunapenda sana. Yeah. Hey. Tunamwenzi, tunamheshimu. Karibu sana. Asante kaka. Nashukuru. Tuletea rafiki tujane. Yaani mbona wapitie kidogo? Thank Yes. Nafikiri kwamba inaweza kaa vizuri. Yeah, hiyo ni mzuri sana tuko hapa, eh tuko hapa mara moja, tunashukuru Mungu unajua, mm. tuliondokewa na mama yetu na baba yetu kitambo mm sister yetu ambayo tunamtegemea kama mm, kama mama na kama baba, so tunashukuru Mungu anaendelea kutulea na anaendelea kutu- tunasonga okay. Mm, tunasonga hey, by the way Mungu limwema. <clears throat> <clears throat> nimefurahia sana kukutana na wewe kwa kweli na venye, yeah, ulikuwa unakaa mm, mang'aa tukikutana <laughs> Sala. Sala. <laughs> Ee, ama ni vile kwamba lazima ukuwe na security, unajua. <laughs> Ah, mimi nashukuru kama nilivyosema kwamba ninashukuru kwa wewe kuniheshimu na kuweza kufika hapa kwangu. Lakini lengo la kukuita hapa nyumbani <laughs> ilikuwa nataka nikuite ndo nikueleze hisia zangu za vile ambavyo nilisikia tukiwa tumekutana. Unajua kuna namna fulani ukikutana na mtu, kuna namna fulani unahisi moyoni, unajua kabisa nikipata huyu mtu anaweza anaweza kunifaa. So nimekuita hapa kwanza, nikueleze kwamba kiukweli, tulipokutana mimi nilipenda kabisa, kama utakuwa utakuwa tayari utakuwa tayari uh, kunikubalia kwamba tuweze kuanzisha familia mi na wewe, maana mimi kiukweli moyo wangu yeah. So, unakupenda sana jua wewe ni msichana mrembo. So nimekupenda, kama uko tayari mimi nitafurahia tukusikia jibu la ndio. Hicho ndo kitu mwanaume huwa anatamani kusikia, lakini kama pia ni hapana, basi hamna shida. Sijui kwa upande wako sasa ikoje? Yaani kiukweli ni hivi yaani yeah. vile mimi nilikuona yaani, kuna vile tu nilisikia mm. Sasa ni kwanza nilikuwa naongojea tu useme hivyo. Ya, yaani hapa kama ni upele nimepata mkunaji hapa hata lichelewi nikusema ndio. Mm. Imeshakuwa ndio. Haa, hata sio hivyo hivyo peke yake yeah. Mm. Usema na ukweli. Mm. Ni msichana ambaye nimejitunza. Mm -hmm. Hata sijui mwanaume hata kabisa. Kwa hivyo umefika. Yeah. Kutoka uzaliwe. Kutoka nizaliwe kabisa sijaikutana na mwanaume wewe ndio mtu wa kwanza. Yaani hapa naongea maneno ya kweli kabisa. Na uliniambia na unakaa Nairobi? Eh, yeah, nakaa Nairobi. Kabisa. Kabisa. Kabisa. So hujawahi kukutana na mwanaume kabisa? Hapana. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Kwani nakaa nimekutana na mwanaume, mimi sijakutana kabisa. Hiyo mm, mm, mm, mm. yako, hiyo yako ni kali. Kweli? Kabisa uko serious? Hapa kaka. Jua kidogo. Okay. Ah, ngoja niongee na dada kidogo alafu. Oh, sawa. Mimi nashinda. Mimi nashinda. Wapia, wachana. Mwanamke ni muongo hmm, ni muongo, anakudanganya. Nasikia mwanamke akikwambia tangu utotoni ndio ipatane na mwanaume hata, hmm, anaonekana ni mama hmm, kana ni mama hata, hmm, ako hmm, hmm, na watoto ni kukufichia tu, amekufichia siri. U wachana naye, nakuomba wachana naye, ni mkate nimchukulie. Sijui simu yangu iko wapi? Hebu, hebu ndio <coughs> <coughs> Yaani kweli hii nyumba kweli yaani nimefika. Hadi kila kitu hapa ni cha thamani. Eh, hey, kweli nimeangukia yaani Kia wewe, Mungu, kwani wewe ulikile wapi? Umenikutanisha na mtu mzuri. Kila yaani kitu cha nguvu bwana. Hey, hadi raha bwana. Yaani kila kitu hapa kimependeza. Eh, hey, nilichelewa wapi, nimefika yaani, jamani. Mungu <coughs> wewe <coughs> unajua ini ni mshamba kaemwagakai ntafanya safi sana uku, ntaeda kuwaringishia maiti zangu. Kweli kumependeza sana, very smart, very very smart. <coughs> so ah, kwanza karibu sana nilikuwa nachukua simu yangu kwa umesema hujai kukutana ya, kabisa, na mwanaume kabisa. Toka uzaliwe, hebu nitajie namba yako ya M-Pesa nikutumie juu matime unaenda. Oh okay. Eh, maana sister alikuwa ananiambia kwamba nione venye nitakuletea kitafunwa eh, kama nitapata ama ni Eh, sa sinara, wukubana, ah, sasa nikaona kwamba nikutumie fare pamoja mm, na hiyo ya mkate, ndio kakunywa chai mbele. Tukiendelea kuna miso, sio mbaya, tutameeti siku, tutaongea tu ingine, tutaongea yeah. mm. Eh, mi mwenyewe nimefurahia sana kwamba toka utotoni uja kukutana na mtu hiyo, nimefurahia iyo yenyewe nimefurahia kabisa mm. Sawa, eh,